Baada ya madai yaliyoenezwa na Padre Charles Kitima kuwa shirika la umeme Tanzania, Tanesco, lilishiriki katika jaribio la kuhatarisha uhai wake kwa kuzima umeme, Tanesco imetoa ufafanuzi wake na kusisitiza kuwa tuhuma hizo hazina ukweli wowote. Katika taarifa yao kwa umma, Tanesco imeeleza kuwa imeshtushwa na kusikitishwa na taarifa zinazozagaa mtandaoni zinazolihusisha shirika hilo na vitendo vya uhalifu. Kwa mujibu wa shirika, madai hayo hayahusiani kabisa na majukumu yao ya kuzalisha Kusafirisha na kusambaza umeme nchini. Tanesco imebainisha kuwa kukatika kwa umeme ni jambo linaloweza kutokea kutokana na sababu mbalimbali za kiufundi zikiwemo hitilafu za ghafla kwenye miundombinu au matengenezo yanayopangwa mara kwa mara kwa lengo la kuboresha utoaji wa huduma. Shirika limesema masuala haya ni ya kitaalamu na hayana uhusiano wowote na nia ovu au matendo yenye mwelekeo wa uhalifu. Aidha, Tanesco imewataka wananchi kuwa makini na kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa hehi, kwani zinaweza kupotosha jamii na kuharibu taswira ya shirika. Limeahidi kuendelea kutoa huduma kwa weledi, uadilifu na kuimarisha upatikanaji wa umeme kwa wateja katika maeneo yote nchini.